Asanteni sana kwa majina, ninaitwa Sister Sola Marie nikiwa nimeongozana na mwenzangu hapa Sister Mary masi, ninaitwa Sisters of Notre Dame. Tunapenda pia kuwakaribisha muungane na sisi kumtumikia Mungu. Kwa hiyo, kwa wale wasichana ambao wanafikiria kumtumikia Mungu kama masista, tunawakaribisha sana. Leo ni siku ya kuongea, kama labda haujielewi, yani una wasiwasi hivi, ninaitwa ama siitwi? Karibu sana, usiwe na wasiwasi, tutaongea zaidi na tutaelewana. Kwa hivyo karama ya shirika yetu ni kuutangaza uwema wa Mungu katika nyanja mbalimbali, ikiwemo elimu, afya, katekism pamoja na mambo ya kijamii. Asanteni sana, Don Bosco.